Ukraine wametangaza silaha mpya ya Urusi ambayo hata Urusi mwenyewe hajaitangaza hii silaha, mpaka waukraini wanakuja wanaitangaza. Imekuwa inawasumbua katika kuitungua ni kombora sasa, ili kombora limekuwa likiwaumiza sana wa Ukraine. Sasa baada ya kupata vipande vyake, ndo wakaja wakalitangaza rasmi, hili kombora linaitwa Banderol S8000, Banderol. Sasa sifa za hili kombora, kwanza ni late, wanasema ni ni lepesi lightweight kwa Ukraine wanavyodai, halafu ni kombora chotara. Nikisema kombora chotara, wanadai kwamba nusu ni kombora na nusu ni drone. Yani nusu lina mfumo wa kombora alafu nusu lina mfumo wa drone, kwa hiyo ni kombora chotara. Manake ili kombora linaweza likaachiliwa likiwa kwenye helikopta au likiwa kwenye ndege, yani mazingira mengi sana unaweza ukalitumia, kwa sababu tayari limetengenezwa muundo ambao ni chotara. Sasa linaenda, linaenda umbali mkubwa sana, range yake ni kilometa, el, mia saba. Manake, kilometa mia saba, maanake kilometa mia saba ni kitu kama Dar es Salama Arusha umbali mkubwa sana hu, tena na zaidi. Alafu pia ina spidi ya kilometa mia saba kwa lisaa. Alafu inabeba mzigo wa kilogramu mia moja hamsini, yani explosive wahed, yaani ule mlipuko ambao unaweza ukaweka kwenye hili kombora ni kilo, el, kilo mia moja hamsini. Ndio maana wakasema ni lightweight cruise missile, ni sio lizito sana ndo* maana likatengenezwa kama chotara sasa waliokuja kwenye media na kusema sifa za ili kombora sio Urusi ni Ukraine. Na imekuwaje ili kombora linawasumbua Ukraine? Kazi ya ili kombora ni kutafuna hivi vituo vi, vidogo vidogo, yani wanasema small commanding center. Unajua, mnapokuwa vitani kuna vile vi, vi center vidogo vidogo vya makamanda ambavyo vinatumika, mnakutana alafu mnapangiwa majukumu. Sasa kwenye hivi vituo vidogo vidogo vya vya makamanda kuna kuaga na hizi mobile air defense. Kuna hizi air defense ambazo zinatembea na matairi, yani ni mobile. Sasa ili kombora huwa halionekani kwenye hizi hizi air defense hizi ndogo ndogo wa Ukraine wanavodai wanavyodai. Kwa hiyo wanashangaa, wanauawa kirahisi tu, ndio wa Ukraine wakaja kugundua kwamba kumbe ili kombora ni jipya tofauti na yale ambayo yamezoeleka katika uwanja wa mapambano. Kwa hiyo wa Ukraine ndio wamekuja wakatoa hii siri kwamba Urusi ametengeneza kombora jipya ambalo ni chotara kwa hiyo kwenye air defense zao halionekani, ndio maana linawaua makamanda wao kirahisi. Hiyo ni mpya. Kwa hiyo kumbuka, kipindi cha vita ndiyo uvumbuzi wa silaha tofauti tofauti unaonekanaga. Adui akishagundua silaha hii, inatengenezwa nyingine, na hichi ndicho warusi wanachotuonyesha. Kumbuka warusi ndio wakali wa kutengeneza silaha mpya wakati vita inaendelea. Wote mnakumbuka silaha maarufu sana AK47 ili ilitengenezwa kipindi cha vita kuu ya pili, na AK47 ilikuwa ni chotara ya silaha ya Kijerumani na, na silaha ya Kimarekani. Yaani, mtengenezaji wa AK47 aliletewa silaha ya Kimarekani na silaha ya Kijerumani akazifungua. Kwa hiyo akaunganisha ujuzi wa huku na huku, ndio ikapatikana ile silaha sila bora sana AK47. Kama ujui hiyo ndio historia ya AK47. Sasa warusi wamerudi kule kule, wametengeneza chotara, nusu kombora, nusu drone, inaitwa Yes, elfu nane cruise. Uipate cruise hiyo Ukraine ndio wameitoa hiyo, wala sio warusi. Warusi wao wako kimya tu, wanaongeza ukubwa wa shamba kama kazi yao, wanaotafuna wa Ukraine kimya kimya. Wa Ukraine wa wao kazi yao ni kunyemelea kuingia ndani ya Urusi na kuharibu miundombinu ya Urusi. Leo wamelipua wame daraja la Putin, daraja pendwa la Putin la Crimea. Unajua Crimea iliunganishwa na Urusi kwa daraja hili, daraja ni bei ghali sana zaidi ya dola bilioni moja Putin alitoa. Kwa hiyo leo huu mlipuko wa leo ambao umefanyika Crimea, SBU wamesema wameandaa wame zaidi ya miezi sijui mingapi, yaani miezi mingi. Kama unaona huo mlipuko kwenye maji unakoekea kwenye picha hapo, SBU wamesema wamehusika kwenye huo mlipuko. Kwa hiyo vita ya kawaida kwa Ukraine wameshashindwa, kwa hiyo wao wamewekeza kwenye vita ya sabotage, hujuma, na hujuma zao wanasema wameziandaa kwa miezi mingi sana. Kwa hiyo baada ya ile hujuma ya kuharibu ndege ya arobaini leo, SBU walijaribu tena kulipua daraja la Crimea. Kumbuka ile daraja walishajaribugi wakashindwa, sasa wamekuja tena na SBU, hawafichi na mtu atajiuliza kwa nini wana, wanatangaza kwamba wamehusika. Hii inaongeza morali kwa wale ambao wako vitani kwa upande wa, wa Ukraine waendelee kujaribu kupambana kwa sababu morali ya kupigana kwa upande wa Ukraine imeshuka sana mobilization imeshuka, yaani vijana hawana morali ya kupigana. Kwa nini? Wameuawa wengi sana. Kwa hiyo lazima hizi hujuma zinazofanyika ndani ya Urusi, SBU, yaani shirika la ujasusi la Ukraine, liwe linatangazia raia wao ni namna gani wanajaribu kupambana na adui mwenye nguvu kuliko wao. Kwa hiyo Crimea imejaribiwa leo na SBU, wamekiri wamehusika na hili shambulio, waliliandaa kwa muda mrefu sana. Kumbuka hili linafanyika chini ya maji. Huu mlipuko uko chini ya maji, watu wanasubiria ni namna gani Putin atalipiza kisasi kwa haya majaribio aliyofanyiwa, na kwa hii hasara aliyofanyiwa. Wengine wanadai ilijaribio uharibifu aliofanyiwa wa ndege arobaini unaweza ukampa leseni ya kuharibu ikulu ya Ukraine au kutumia nuclear, yaani kuna vitu viwili anaweza akatumia nuclear au akaharibu ikulu ya Ukraine. Dunia inasubiria ni namna gani Putin atalipiza kwa hasara aliyofanyiwa. Silaha mpya hiyo nimekupa review, wa Ukraine ndo ameitoa inavyoaumiza, na Crimea imejaribiwa, imeshindikana. Dunia inasubiria ni namna gani Putin atalipiza kwa uharibifu aliofanyiwa na haya majaribio ya kuingia ndani ya Urusi na kufanya uharibifu kama huu, kufuatia tukio la Zelensky kushambulia ndege za Putin. Putin amedai ya hivi yatafanyikaje mazungumzo katika hali hii ya ugaidi, nitakuwekea hapo, utamsikia mwenyewe. Unajua, tangia Ukraini ianze kuomba mazungumzo na Urusi, Warusi wamekuwa wakiuliza swali moja tu, hii serikali ya Zelenski iliyo madarakani imeshapita muda wake, tutafanyaje nayo mazungumzo? Yaani, kwa maneno mengine, serikali iliyo madarakani nchini Ukraini sio serikali halali, ndicho Putin huwa anadai. Sasa baada ya hili tukio la kuvamiwa ndege zake, anawaita magaidi. Terrorist, au terror attack. Sasa kwa maelezo haya ni kwamba Putin anamkataa Zelensky, hataki aongee na Zelensky, anataka uchaguzi ufanyike ndani ya Ukraine, serikali ibadilishwe iingie serikali ambayo ndio serikali halali lali kwa wananchi wa Ukraine. Kwa hiyo breaking news ni kwamba Putin hataki kufanya mazungumzo na serikali iliyo madarakani, na hajaanza jana wala juzi, ni muda mrefu Putin amekuwa akilia kwamba Kiev inatakiwa ifanye uchaguzi ili iingie serikali nyingine. Zelensky amekuwa akisema haya maneno ya Putin ni kumpa muda aendelee kuongeza ukubwa wa shamba. Ndugu zangu, sasa hivi Zelensky apigani tena, Waukraini hawapigani yaani, Putin kama anatembea anajiongezea ukubwa wa shamba tu. Ndiyo maana Zelensky sasa hivi yeye ndio anafosi mazungumzo, wala sio Urusi inayofosi mazungumzo. Warusi wanapenda kuendelea kuongeza ukubwa wa shamba tu, kwa sababu wanajua vita ikisimama shamba atakaokuwa amejikatia ni mali yake. Hiyo ndio tabia ya Warusi kuanzia zamani hizo, kila vita ikisha, wanabaki na ukumbusho kwa ajili ya kizazi chao. Kwa hiyo breaking news ni kwamba Warusi wamewaambia Magharibi wafanye mchakato, hii serikali iliyo madarakani itoke madarakani, iingie serikali nyingine. Tusubirie tuone kinachoendelea. Naomba msikilize Putin hapo kwanza, kwa maneno yake akisema, tutaendaje kwenye mazungumzo na ugaidi kama huu? Msikilize hapo nidavni padrifu